Bado kuna ushindi TV. Ignite your faith change the world. Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Uh, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu mzuri na sahihi. Bwana amekupa neema ya kuungana nasi asubuhi ya leo. Niko katika mafundisho mepesi na rahisi ya kuimarisha utumishi wako na namna ya kutazama Mungu katika mapenzi yake. Mtu wa Mungu leo Uh, niko mbele yako, rafiki yako na mtumishi wa Mungu, Daniel Anton Kitua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nilizungumza habari ya maisha ya, wana, ya, ya wanafunzi wa Yesu, wito wao wa huduma. Leo ninataka ni tuendelee katika kipengele kingine kizuri kabisa, utume na maeneo ya huduma. Yesu, neno mtume ni mtu ambaye amechaguliwa kwa kazi maalum anayotumwa kwenda kuifanya. Kwa hiyo tunaanza kuona Yesu alipokuwa anaondoka Ukisoma katika kitabu kile cha Luka sura ya 24 na ule mzoro wa 49, anawaambia hivi, msitoke humu ndani ya Yerusalemu mpaka mtakapopokea ahadi kutoka kwa Baba. Haleluya. Hayo mambo aliyasema pia katika kitabu cha Yohana, injili ya Yohana akizungumza, atawaletea msaidizi mwingine. Lakini katika matendo ya mitume sura ya kwanza mzoro wa 8, anasema hivi, uh, msitoke hapa ndani mpaka mtakapo kapopokea uwezo au mtakapopokea nguvu na nyinyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Samaria, uh, kuanzia Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya wanafunzi wa Yesu kupokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, wanafunzi wa Yesu walielekea katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akikuita hakuiti uli, ili ukae, anakuita ili akutume kwa kazi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwangalia Petro, yeye alidumu sana huko Yerusalemu na Antiokia, na baadaye alifika Roma ambako aliongoza kanisa huko. Yakobo mwana wa Zebedayo, huduma yake ilikuwa huko huko Yerusalemu hadi alipouawa kwa kukatwa kichwa. Yohana alidumu huko Efeso, Uturuki ya leo, kwa muda mrefu sana. Baada ya kifo cha Yesu Kristo, aliandika injili nne Injili nne nyaraka tatu na kitabu cha Ufunuo alipokuwa uhamishoni katika kisiwa cha Patmo. Mwingine ni Andrea. Inaaminika kuwa Andrea, eneo lake la kazi ilikuwa katika maeneo ya uh, katika maeneo ambayo yanazunguka bahari nyeusi kule Ugiriki, uh, labda na pembeni ya kusini mwa Urusi. Hayo ndiyo maeneo alikuwa utumishi wake Andrea huko huko. Filipo alihubiri huko Frigia, Uturuki ya leo, na labda alihubiri pia uh, maeneo fulani ya Ufaransa injili ya Kristo. Bartholomayo utume wake unahusishwa sana na kwenda kule India na Armenia. na Tomaso alishiriki uh, uh, uh, uh, alisafiri mbali zaidi mashariki, akihubiri nchini huko India na maeneo mengine. Bwana Yesu asiye sana. Matayo anataja kuhubiri katika Uyahudi na baadaye alihubiri Afrika huku Kush ama Ethiopia. Yakobo mwana wa Alfayo, huduma yake haijulikani sana, lakini inawezekana alihudumu katika maeneo ya Uyahudi. Yuda Tadeus alihubiri huko Mesopotamia, yaani Uajemi ama Irani ya leo. Simoni Mzelote, kama Yuda Tadeus, alihusishwa na huduma katika nchi za Uajemi, ambako ni Misri ya leo. Huko Matia, baada ya kuchaguliwa kuwa mtume, inaaminika kuwa alihubiri huko Uyahudi na baadaye maeneo mengine. Mungu a, kila anayemwita ana eneo maalumu aliyolikusudia mtu huyu afanye kazi. Leo kumekuwa na mchanganyiko wa mambo Unakuta watu wanagombea na inafika mahali wanadhalilishana, kwamba wewe hufai, wewe unafaa, mimi ni mtumishi mkubwa, wewe ni mdogo. Lakini huku ni kukosa maarifa. Hosea uh, sura ya nne mstari wa sita anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu kila aliyemwita, ikiwa tu umekubali kuitwa, umeokoka na kumwamini Kristo kama Bwana na mwokozi wako, lazima ukae utulie katika Roho Mtakatifu ili Mungu akuambie kwa uthabiti na kukupa maelekezo sahihi kwamba amekuita kufanya nini. Hatukuitwa kufanya kazi moja, sisi tumeumbwa katika uniqueness. Yani kila mmoja yuko tofauti yeye, kila mmoja ana namna yake ambayo tofauti na mwingine. Lakini leo unakuta watu wote wanataka kuitwa manabii, watu wote wanataka kuitwa mitume, na hii ni ukengeufu mkubwa unaosababisha watu sasa watafute njia mbadala ili kushawishi watu wa waamini. Lakini nataka nikwambie, kama umeitwa, kama umechaguliwa na Mungu ujue kuna eneo lako maalumu Mungu ameliweka ambalo katika hilo anataka umtumikie. Unaposikiliza ujumbe huu, ni vizuri ukakae, ili upokee nguvu maalum itakayokuelekeza katika kitabu cha Zaburi mstari, anasema "Nitakufundisha njia utakayoiendea, nitakushauri macho yango yakikutazama." Wapo watu wengi wanakurupuka, hawataki kutulia ili wafundishwe nini cha kufanya, nini cha kusema na nini cha kutokusema, mtumishi wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, siku ya leo ikawa ni siku ya baraka kwako. Ujue hata Yesu aliwaita wanafunzi, wengine walitoka sehemu moja, lakini hawakufanya kazi sehemu moja. Kila mmoja alifanya kazi katika eneo Baki umeheshimiwa na Mungu kwa kuwa umetii neno la Mungu. Amen. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world.